Mosi, kwanza tunaiunga mkono hotuba ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan katika uzun, uzinduzi wa bunge la kumi na tatu. Tunaiunga mkono. Mbili, tunaupokea mkono wa maridhiano aliyounyoosha Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan na tunawaomba Watanzania wote na hasa vijana nao wapokee mkono huo wa juhudi za kuleta maridhiano kwa yale yaliyotokea tarehe 29 Oktoba na siku chache mtawalia. Tatu, tumeridhia tume iliyoteuliwa na Mheshimiwa rais ya kuchunguza yaliyosababisha vurugu zile, na tunaiomba tume ifanye uchunguzi kwa uadilifu mkubwa na isimuonee haya yoyote yule aliyehusika kuchochea vurugu zile, bali wachochezi wote bali wachochezi wote watajwe hadharani. Nne, tunaipinga kwa kwa nguvu zote kauli ya CHADEMA iliyotolewa na Mheshimiwa John Heche dhidi ya tume hii ya mheshimiwa Rais ikiongozwa na majaji wakuu wawili wastaafu. Umeshangazwa na kusikitishwa na kauli ya John Heche ya kutokuwa na imani na majaji hao wawili wastaafu, wakati John Heche na Tundu Lisu siku chache tu miezi michache tu walikuwa wakikimbilia huko huko kwa majaji kutafuta haki zao na hata hivi sasa wako mahakamani wanatafuta haki zao. Iweje leo majaji hao wasiaminike? Inakuwaje? Inakuwaje? Tano, tunaomba vikao vya kitaifa vya maridhiano viwe shirikishi kwa makundi yote ya kidini ya kijamii na viwe vikao vya kutosha kukidhi azma ya kuleta maridhiano, na visiwe vikao vya kulipua, visiwe vikao vya kulipua. Ni vyema tukaiga maridhiano yaliyofanyika Rwanda baada ya mauaji ya Kimbari na tuchukue mafunzo huko Rwanda ambayo yaliwaleta Wanyarwanda katika uwanja wa amani, baada ya mauaji, kisha haki ikapatikana na maelewano yakatamalaki huko Rwanda. Sisi Waislamu wa Mwanza tunatoa ahadi ya kuilinda amani tuliyo nayo sasa, na tunakataa vishawishi vya kuandaa maandamano yoyote yale yaliyofanyika kabla ya ya, uchi, ya maandamano yoyote yale kabla ya uchunguzi huu kukamilika, na, vima, na baada ya vikao vya taifa vya maridhiano. Tumesikia kupitia vyombo vya habari mbalimbali vya kimtandao kwamba kuna vijana tena wanaazimia kufanya maandamano tarehe tisa mwezi wa kumi na mbili mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano. Tunaomba wafahamu vijana, sisi kama viongozi tuna wanasili tuna washauri, na kisha tunawaomba vijana wote Tanzania wasiingie katika mkumbo wa hayo yaliyoandaliwa siku ya tarehe tisa mwezi wa kumi na mbili elfu mbili na ishirini na tano. Ni siku ya watanzania kusheherekea uhuru wao.